Katika mtaa mmoja ulio kimya wa matajiri ilikuwepo familia ya Masanja. Waliishi katika nyumba kubwa na nzuri. Kutoka nje maisha yao yalionekana kama yalikuwa kamili. Bwana Masanja alikuwa mfanyabiashara mwenye mafanikio, Bi Masanja alikuwa mwenye kujitolea kwa nyumba, na binti yao wa umri wa miaka kumi na mbili, Clara, alikuwa kama tufaa la macho yao lakini nyuma ya milango ya nyumba yao kulikuwa na siri ya uchungu, siri ambayo walikuwa wameificha ndani ya mioyo yao kwa miaka mingi. Familia ya Masanja haikuwa daima familia ya watu watatu. Miaka iliyopita walikuwa na binti mwingine, Debora alikuwa mzaliwa wao wa kwanza, furaha yao na kiburi chao. Lakini usiku mmoja wa mvua, msiba ulitokea. Bwana Masanja akiendesha gari kwa kasi sana kwenye barabara yenye maji, alipoteza udhibiti wa gari. Debora ambaye alikuwa amekaa kiti cha nyuma, alitupwa nje ya gari. Walitafuta kwa siku, wiki na hata miezi lakini Debora hakupatikana. Ajali hiyo ilivunja familia. Bima Sanja alimlaumu sana mume wake na ndoa yao ikawa vita vya hatia na hasira. Baada ya muda, wanandoa hao walipata binti mwingine, Clara, ambaye walimpenda sana. Lakini kivuli cha kutoweka kwa Debora kiliendelea kuwa siri iliyofichwa. Clara alikuwa akiamini kuwa yeye ndiyo mtoto pekee. Wazazi wake hawakuwahi kumtaja Debora na Clara hakuwa na uhakika kuwa alikuwa na dada mkubwa. Alipendwa na kutunzwa sana, lakini mara nyingi alihisi huzuni ya kushangaza kwa wazazi wake, haswa mama yake. Bi Masanja mara nyingi alikuwa akitazama mbali, akifikiria na akifikiria. Na Clara hakuweza kuelewa kwa nini. Hakuweza kujua kuwa wazazi wake walikuwa wamebeba mzigo wa siri ambao hawakuweza kuisimulia. Ili kurahisisha maisha ya kumpa Clara zaidi ya umakini, familia Masanja waliamua kuajiri mjakazi. Siku moja msichana mdogo aitwaye Linda alifika mlangoni kwao. Alikuwa na umri wa miaka kumi na nne, maskini na alikuwa na, na haja ya kazi Linda alikuwa amekulia katika kijiji cha mbali akilelewa na mwanamzee aitwaye Mama Ngozi ambaye alimkuta akiwa amezimia katika shimo dogo alipokuwa mtoto mdogo. Mama Ngozi ali, aliuliza kwa wanakijiji lakini hakuna aliyemjua aliyejua wazazi wa msichana huyo. Bila majibu, Mama Ngozi alimchukua Linda na kumlea kama mtoto wake. Linda akiwa na hamu ya kujua asili yake lakini Mama Ngozi alimweleza kuwa na kumwambia kuwa alikuwa amepatikana akiwa peke yake na alikuwa na majeraha hatimaye. Linda aliacha kuuliza na akajikita kusaidia bibi yake aliyezeeka. Alipofikia miaka kumi na nne aliamua kwenda mjini ili kutafuta kazi na kutuma pesa nyumbani, bila kujua hatima ilikuwa na mchezo mbaya kwa Linda. Aliajiriwa na familia ya Masanja familia yake halisi ambayo alikuwa ameiacha miaka iliyopita. Lakini Debora lakini baada ya kupata wema, maisha ya Linda katika nyumba ya Masanja yalikuwa kama kama ndoto mbaya. Bi Masanja bado akiteswa na kufiwa kwa Debora, alimtukana Linda akimpiga na kumfanya ahisi duni kila wakati. Clara aliyezoea kupendwa na kufuata tabia mbaya ya mama yake alianza kumtendea Linda kwa ukali kama alivyofanya mama yake. Linda ambaye hakuwa amewahi kuona furaha katika nyumba hiyo alivumilia mateso kwa kimya, akitumai siku atarejea kwa bibi yake. Ndoa ya Masanja ilikuwa na shida, na Bi Masanja akimlaumu mume wake kila wakati kwa ajali iliyomwondoa Debora. Alimshikilia Clara kwa nguvu, akimpa kila anachotaka kana kwamba anaogopa kumpoteza pia. Kuajiri mjakazi kulikuwa na lengo la kurahisisha maisha, lakini iliongeza uchungu kwa Linda. Siku moja, wakati wa kusafisha nyumba, Linda alipata albamu ya picha za zamani. Alipozitizama, moyo wake ulisimama. Pale kwenye picha iliyopungua kulikuwa na msichana mdogo aliyefanana naye sana. Maneno chini yake yalisema Debora, umri wa miaka mitatu. Akiwa na mshangao wa kutetemeka, Linda alimwonyesha picha hiyo Bima Sanja. Mwanzoni, Bima Sanja alikasirika, lakini alipomtizama Linda kwa karibu, kitu kilibadilika. Ufanano ulikuwa wazi, hofu na utambuzi vilimjaa. Baada ya mazungumzo ya mhemko na hisia, ukweli ulifichuliwa. Linda alikuwa Debora, binti wao aliyepotea miaka iliyopita. Ajali hiyo ilikuwa imemwacha akiwa na majeraha na kuzimia, na alikuwa amepatikana na wanakijiji ambao walimpeleka kwa mamangozi. Bwana na bibi Masanja, wakiwa na moyo uliovunjika na kujawa na hatia, hawakuacha kumtafuta, lakini kijiji cha ndani sana ambapo Linda alikuwa amepatikana kulikuwa mbali kwa habari kufika kwa haraka. Ukweli ulivunja amani ya familia. Bi Masanja akiwa na hatia na majuto, alilia na kumwomba Linda msamaha. Bwana Masanja pia alijawa na hisia, akitambua kuwa uendeshaji wake wa gari ulisababisha ajali na kumwacha binti yao mbali sana kwa miaka mingi. Clara, ambaye alikuwa amemtendea Linda vibaya, alishangaa, akishindwa kuamini kuwa msichana aliyemtendea vibaya alikuwa ni dada yake. Lakini Linda alikuwa na moyo uliovunjika. Hakuweza kuamini kuwa mama yake mwenyewe, mwanamke aliyemtendea kwa ukali, alikuwa mzazi wake halisi. Uchungu wa unyanyasaji ulikuwa bado mpya na kusalitiwa kulikuwa kwa kina kirefu. Alihitaji muda wa kufikiria. Licha ya maombi ya wanandoa hao ya dhati ya kumwomba abaki, Linda aliamua kurudi kwa mama Ngozi. Hakuweza kuwapa msamaha bado. Familia ya Masanja walikuwa na moyo uliovunjika lakini walielewa kuwa walipaswa kumpa Linda nafasi. Walimrudisha kijijini kwa Mama Ngozi, ambaye pia alishangaa kujua ukweli wa historia ya Linda. Bibi mzee huyo alimkumbatia Linda kwa nguvu, akimwambia kuwa ataendelea kuwa familia yake hata kama nini kitatokea. Linda alipata faraja kwa kumbatio la Mama Ngozi, lakini wazazi wake halisi waliondoka wakiwa na mioyo mizito, wakijua kuwa wamempoteza. Walikuwa wamempoteza binti yao kwa mara nyingine tena. Mjini, hali ya Bimasanja ilizidi kuwa mbaya. Hatia, hatia ya jinsi ilivyomnyanyasa Linda, binti yake mwenyewe, ilimlaumu. Hakuweza kula, kulala au kufanya kazi. Siku chache baadaye alianguka na kupelekwa hospitalini. Madaktari walisema Hali yake ilikuwa mbaya na Bwana Masanja alijua alipaswa kufanya haraka. Alipiga simu kijijini kwa Mama Ngozi akimwelezea hali na kumwomba amlete Linda mjini. Kwa shida Mama Ngozi alikubali. Yeye na Linda walifanya safari hadi hospitalini ambapo Bi Masanja alikuwa amelala dhaifu na mwenye rangi ya kupauka. Linda alipoingia chumbani, macho yake macho ya mama yake yalifurahi kwa mara ya kwanza kwa miaka mingi. Machozi yalimwagika alipomwendea Linda. Kwa udhaifu alisema, samahani, alisema kwa sauti inayotetemeka tafadhali, nisamehe. Linda alisimama kwa muda, moyo wake ukawa umejawa na hasira na huruma, lakini alipomtazama mama yake akiwa dhaifu na mwenye majuto, kitu ndani yake kilipoa alisonga mbele na kumshika mkono wa mama yake na kusamehe, alisema kwa upole. Bimasanja alimkumbatia kwa dhaifu lakini kwa moyo mzima, akilia kwa furaha. Clara ambaye alikuwa nyumbani aliitwa na kuambiwa kuwa hali ya mama yake ilikuwa imezidi kuwa mbaya. Alikimbilia hospitalini pia, akiwa amemwona mama yake akiwa mgonjwa, hatimaye alimsamehe kwa kosa la kuficha kuwa alikuwa na dada yake kabla yeye hajazaliwa. Katika wakati huo, familia ilianza kupona. Clara alimwomba msamaha Linda kwa ukatili wake, na dada hao walikumbatiana kwa mara ya kwanza. Bwana Masanja pia aliomba msamaha kwa jinsi alivyochangia ajali hiyo, na Linda, ingawa, ingawa bado alishughulika na kila kitu, alipata nafasi ya kumwamini familia. Ya Masanja hatimaye ilikuwa pamoja kama familia moja. Lakini safari ya kujenga upya mahusiano yao ilikuwa imeanza tu. Walifanya kazi kuunda maisha mapya pamoja, maisha yaliyojengwa kwa upendo, msamaha na vifungo visivyovunjika vya familia. Na ingawa makovu ya zamani yangeendelea kuwakumbusha, yalikuwa kama kumbukumbu ya nguvu walizotumia kupata njia ya kurudi kwa wao wenyewe. Hadithi hii inatukumbusha kuwa hatujachelewa ingawa tumekosea vipi, tunayo nafasi ya kuomba msamaha na kuendelea na maisha mapya. Asanteni sana kwa kutazama video hii. Msiache kusubscribe, kucomment na kushare hadi video, video ijayo. Kwa herini.